Pamoja na kusajiliwa kama mhandisi mtaalam, mkumbuke kuzingatia maadili, ufanisi katika kazi, nidhamu, pamoja na kuzingatia sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayotolewa na serikali. Mnakumbushwa pia kusimamia wahandisi wa hitimu graduate engineers. Naomba nilibold hili. Tumekuwa tukipata ripoti kwa mfano za kusajiliwa kwa professional engineer. Sisi usajili wetu sio wa kitoto, unapitia na watu zaidi ya 16. Unapoleta application, kuna desk officers wanapitia. Inakuja kwa mkuu wa idara, inaenda kwa registrar. Ikishakuwa okay, tunapeleka kwa professional engineer watatu au consultant engineer watatu. Hao wamekuwa co-opted na ERB. Tunao kama 220 hivi. Nchi nzima. And you yourself might be one of the co-opted expert ukatusaidia katika kufanya evaluation na shughuli nyingine za bodi. Kwa hiyo tumekuwa tunabaini mambo mbalimbali. Professional engineer msimamizi yule hata asome report, yeye anastamp tu. Kwa hiyo tuna application zaidi ya 400 kwenye mfumo, tunazirudisha, tunazirudisha. Na ukikuta report ni forgery, ukitaka kumshtaki naye ni shida. Kwa hiyo tunavumilia, lakini itafika mahali hatutovumilia. Kwa hiyo mjitahidi kusimamia sana wale graduates ambao wanaelewa kula kazi, unasoma report zake unamfundisha discipline, anaandika weekly report au monthly report ili uweze baadaye ku generate professional report for registration. Kitu kingine, ndugu wahandisi, leo ni siku muhimu sana kwenu eh, mliosajira kama mhandisi wa, wa taalam, yani professional engineer, ili kuweza kupata fursa ya kula kiapo cha kihandisi. Naomba niwapongeze sana kwanza, nimefurahi kuona wahandisi kwamba tumeona umuhimu wa kuchukua hatua hii ya kujisajili ERB, na baada ya usajili mtaona matunda yake, kwa sababu wakati mwingine wengine wanajisajili tu kwa ajili ya kupata nafasi fulani za kazi, lakini kumbe ni zaidi ya hayo. Kupitia kiapo chenu leo na kuwa memba rasmi wa ERB, mtaona sasa hata ile professional yenu inaendelea zaidi. Mimi nimekuwa mdau mkubwa na ERB, kwa kweli hawajawahi kunitosa tangu nijisajili. Mafunzo mbalimbali mbali ambayo wamekuwa wakitoa, wananitumia kwenye email na baadhi unashiriki free kabisa, kama mwezi Machi e, kama miezi miwili iliyopita kulikuwa kuna training ya Metaverse. Ilitokewa, ilitolewa na Dr. Christina, ni mchina yule mama, na ilikuwa nzuri sana kama ilikuwa training kama ya miaka miwili kwa hiyo utaona kwamba hiyo ni moja tuna treni ni nyingi wanatoa, ili uweze kuiva na kupewa license ya kupractice kama mhandisi mtaalamu professional engineer, lazima uweze kuapa kwa mujibu wa kanuni ya nne, kanuni ya usajili wa uhandisi utendaji wa kitaaluma maadili, kiapo na tabia, tangazo la serikali mia mbili 78 2014. Na, na, na, na vivyo hivyo kama mhandisi mtaalamu unayeenda kuapa leo, kuna taratibu ambazo wewe kama mhandisi mtaalamu unapaswa kuzifata ambazo zinaingia katika maadili ya kitaaluma. Kubwa kabisa ni kufanya kazi ya uhandisi kwa kuzingatia utaalamu wako. Kwao sisi tuendelee kuwasii wataalamu ili uwe na kesho iliyokuwa bora. Ni vema sana kufuata taratibu na sheria. Niwatakie kila la heri kwenye utekelezaji wa majukumu y